Kwa nini angani kuna baridi, hali angani ndiyo karibu na jua? Ilitakiwa huko ndio kuwe na joto, lakini huku ndio kuwe na baridi zaidi, kwa sababu angani ni karibu na jua. Ni swali ambalo limeulizwa na watu wengi kwenye video ambayo nilizungumza kuhusu ndege inavyokwenda juu angani na mistari inayoonekana. Ni kweli kwamba tukenda juu, tunakwenda karibu na jua na huku chini ni mbali na jua kwa akili ya kawaida inatakiwa tukienda juu ndio kuwe na joto zaidi kuliko chini lakini ni kinyume nyume chake kabisa ni hivi jua halipashi hewa moja kwa moja jua linapiga kwenye vitu labda nyumba miti magari hata watu mito vitu hivi hivi vitu vikipigwa na jua ndio vinapata joto. Vikipata joto vinaisababisha hewa hapa duniani nayo na kuwa na joto. Juu angani hakuna nyumba, hakuna bahari, hakuna mto huko, hakuwezi kuwa na joto. Halafu jengine zaidi, hali ya hewa ya juu ni nyembamba, tofauti na. Jibu ni rahisi tu kwamba jua halipashi hewa moja kwa moja jua linapiga kwenye vitu. Vitu ndo vinasababisha ile hewa ya maeneo husika kuwa nanyotu na joto. Nadhani nimeeleweka kwenye jibu hili, lakini kama una swali nyingine, karibu sana, njoo sehemu ya comment. Jina la Alzenjbary Technology, kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi tu.